Macho yako inatangazia moto, yaani ayo macho yakiangalia hivi, ni kama miale ya moto inaenda kuharibu. Kinywa chako nakitangazia moto, ukiongea maneno ni kama cheche fulani zinatoka, cheche fulani na mioto na mabomu. Haleluya, haleluya! Maandiko yanasema popote utakupokanyaga umepateka nyara. Miguu yako natangaza iteke nyara Kanyara katika jina la Yesu Kristo. Anasema nitakapokanyaga sehemu na kwa nimepateka nyara miguu ni yako hiyo. Amen. Miguu yako hiyo iteke nyara, teka nyara, nakutangazia kuwa mtekaji wa nguvu za giza. Ah, kuwa mtekaji katika jina la Yesu.